kiwa katika mwendelezo wa taarifa mbalimbali zile ambazo zinaendelea na miongoni mmoja kati ya washabiki wakubwa wa Simba Sports Club wanaozungumzia mpira kwa ujumla e, Dr. Mo tumepata wasaa wa kupiga naye story mbili tatu na atatueleza kwanza mambo vipi poa, niambia ndugu kama kawaida. kama kawa tuko Benjamin Mkapa leo tunafanyaje hii, hii, tunavuka. Hii, tunavuka. hii tunavuka na ukitaka kujua kwamba hii tunavuka Tanzania nzima iko hapa kulia kwangu naye katibu wa tawi la Igoma Mwanza wamesafiri zaidi ya kilometa elfu moja mia mbili ishirini na sita kuja kuifuata Simba yao. Wamekuja zaidi ya watu mia mbili chini ya katibu Sadi au Sadiki kutoka, ka, kutoka Mwanza, lakini pia kuna wanasimba wametoka Mafinga, Mbeya na maeneo yote hii mpaka Tunduma yuko hapa. Hii ina maana kwamba ule usemi wa hii tunavuka sio jambo la, la mtu mmoja, ni jambo la kitaifa. Maana yake all over the country we are here na Dr. Mohamed Hamisi msemaji wa Simba eh, Leo Fans, nipo hapa kuhakikisha kwamba timu yangu leo inakwenda nusu finali ya kombe la Shirikisho barani Afrika baada ya miaka mingi ambayo tumeweza kufanya hivyo. Ukiangalia kimsingi mechi ya kwanza mkondo, eh, wa kwanza eh, hatukuwa, tulikuwa bora sana kwa kwa momenti zote mbili, first half tulidominate mchezo vizuri na second half, lakini makosa madogo madogo kwenye eneo la nyuma la uzuriaji, maana yake kwenye defensive zone yalipelekea tuka concede magoli mawili ambayo kimsingi yaitu surprise, hatukupaswa kushinda. Ukiangalia mashuti ambayo tulipiga ya golini yalikuwa ni mashuti kumi na nane na wakati mashuti kumi na nane mashuti saba yalikuwa ni shot on target, maana yake kuna eneo la mbele la one third ya uwanja kwenye zone yao tumete, tumegusa miguso mingi sana kwenye ile 14 zone, maana yake tulikuwa tuko bora kwenye transition to attacking kikubwa ambacho tulikuwa tumefeli siku hiyo ilikuwa the only bahati ambayo tutakiwa tungezaliwa nao siku hiyo ya kuweza kuchukua mpira kuiingiza wapi nyavuni. Hicho ndicho ambacho tulikosa. Ukiangalia si, Lionel eh, eh, eh, Ateba Mbida eh, aligusa maeneo ya 14 zone zaidi ya mara ishirini na saba, kuna eneo la uwanja wao, lakini eh Jean Charles Ahoua ni maeneo nane tu, kuna eneo la mbele lakini unazungumzia eh eh Panzu Kibisawala inverted winger huyu orthodox eneo la mbele amegusa mara 36, ndio mtu ambaye aligusa maeneo mengi kwenye eneo la ushambuliaji la hawa Al Masri. Kikubwa ambacho nimekiona mimi, kulikuwa kuna aina fulani ya ubinafsi ambao uliwatawala wachezaji wetu wa mbele, dilemma moment, sehemu ambako incaz aua anatakiwa place, atoe pasi ndogo tu moja ya mwisho ili labda kiis Prosper afunge, hafanyi hivyo. Sehemu ambayo labda inchazi aua anatakiwa atoe pasi moja tu kwa Lionel Ateba afanye hivyo, hawezi kufanya. Kwa hiyo tulikosa utulivu, maana yake concentration, lack of concentration, tukakosa umakini, lakini pia ubinafsi ulikuwa ni mkubwa kwa ile mchezo leo. Tumewaambia tunataka Simba ishinde, sio mtu ashinde. Akishinda Shabalala au Shumari Kapombe, imeshinda Simba Sports Club, sifa inakuja kwa Simba yote na all over the country we are going to celebrate it, unanielewa? Kwa kikubwa nini cha kufanya, ubinafsi uondoke, umakini uongezeke, unaponikaribia lango, namna ambavyo wanashambulia lango letu namna ambavyo wanafika kwenye 14 zone, wawe na akili moja tu ya kutengeneza sanaa ya good finishing au clinical finishing kwenye eneo la mwisho. Hicho ndio kitu pekee ambacho kinaweza wanasimba leo kutupa furaha na hawa watu ambao wametoka Mwanza na Tunduma, wakaondoka na faraja kubwa sana, kwa nguvu ambayo wameweka na wamewekeza kwa, kwa imani ya timu yao. Dr. Mo, taarifa ya kusisimua huenda baadhi ya mashabiki wengi bado hawajaipata: kuonekana kwa basi la Young Africans na kutimuliwa kupita karibu na uwanja wa Benjamin Mkapa wakielekea zao kule Victown. Uh, ni wachokozi. Yanga ni washari sana . Kuna njia nyingi za kwenda kwenda Victown. Kulikuwa kuna lazima wao kupita Benjamin Mkapa. In fact klabu yao iko Jangwani, from Jangwani area kwenda kwenda Kigamboni. Kuna njia saba za kufika Kigamboni. Avic Town. Wanasema kama mnawapangia sasa. Nakwambia kuna njia saba za kufika Avic Town. Yanga ni washari sana kuanzia viongozi wao, mashabiki wao paka wao wachezaji. Wewe angalia baada ya dabi kuahirishwa Kariakoo, walichukua gari wakapeleka mpaka Bunju. Can you imagine? Hivi leo mashabiki wetu hawa wangeamua kwenda kufanya vurugu, kulipiga lile gari. E, e, lawama au krezi kwa kwa nani? Yanga Afrika, ni watu ambao yani, anayesema Yanga wanyakini wawili tu. Hakukosea. a hakuna utani Tanzania. Leo tuna mechi tuna swala kubwa la kinchi hey. Nchi nzima ime concentrate hapa. Raisi wa weny, jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu mama Dr. Samia Suluhu Hassan ameahidi kutoa milioni kumi. Milioni kumi kwa kila goli ambalo klabu ya Simba leo itafunga. Fikiria the number one, eh, personality of the country rais Samia anajitoa kiasi gani? Lakini wadau mbalimbali wamesema watatoa eh, milioni tano kwa ajili ya kuweza eh, live live milioni tano. Anasema wameruka chumvi getini, kuna kamati inayofanyika, nakwambiaje? Hao ni maneno ya watu tu, ambao kimsingi hana faida yote, lakini sisi tunakwenda kucheza mp mpira. Au maneno ni ya Yanga na wanafanya hivyo kutotoa kwenye mchezo, lakini nawaambia watashinda na watarejea kwa uwezo wa Mungu na ibidi kwa, kwa, na, na, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kufuzu kwa kishindo kwa magoli mengi sana leo. Subiri ifike saa kumi ili jua limepoa saa kumi tunaliwashia rimoti litarudi kama kawaida, na kila baada ya dakika tano marabu atakuwa naomba maji eh, baada ya kupuziwa pumzi ya moto nje, yeah, na hatimaye magoli ya kutosha kuyapata. Klabu vingi ambavyo vimecheza jana, ambavyo vimemalizia nyumbani, vimeshindwa kupindua matokeo na kusonga hatua inayofuatia. Waliomaliza away wote wameweza kusonga mbele, na baadhi ya watu wamesikika wakisema ndicho ambacho kitakachotokea leo Benjamin Mkapa, wanaocheza nyumbani watashindwa kupindua matokeo, na mnyama Simba yuko nyuma kwa mabao mawili kwa na tunafahamu timu za ukanda wa magharibi zinapocheza away zinakuwa namna gani, vipi ya so, kujilinda zaidi na kupoteza muda. Nyinyi kama Simba Sports Club, na wewe kama Dr. Mo, unao utazama mpira kwa jicho la tatu, umelitazama hili kwa utaalamu kiasi gani na unalizungumzia? alikwambia tu, hawa wale waga mashindano, sio Simba Sports Club. Bado hajaaga mashindano bado haijacheza mchezo wake na leo inakwenda kufuzu kwenda hatua na inayofuata, nusu fainali. Na usi, usiangalie mwenzako amefanya nini, angalia wewe una uwezo wa kufanya nini? Unanelewa? Na niwaambie tu, wana Simba wote ambao wamekuja hapa, hao wote wana imani ya timu yao, ndio maana leo wako hapa. Wajakuwa hawa wote wanajua wanafungwa leo, asije kuepo hapa, waje kufanyaje? Kwa sababu wanajua wanafungwa, wanajua wanashinda mchezo leo, and that's why we are here, unanielewa vizuri? Yes, kwa leo tunakwenda kuionyesha dunia nini maana, Simba Sports Club akiwa ndani ya Benjamin Mkapa leo, lupazo hapa, na tunaimani kwamba tunakwenda kupata ushindi mkubwa, na leo dunia yote ambayo ilikuwa inatazamia labda Simba atadonyesha mchezo leo, hapotezi mchezo. Na sisi huu ndio uwanja ambao kila ambalo haliwezekani huwa linakuwa kupitia uwanja huu. Sasa unaizungumziaje una performance ya Elie Mpanzu Kibisa wala, kuna namna kama tumeona kuna vitu kama vinapungua tofauti na namna venye alikuwa anakuja juu. Tunashuhudia anakwenda na mpira, lakini mahesabu ya mwisho ni finishing inakuwa mbovu. Unamzungumziaje una, una, una, una kwa ujumla, na ni miongoni mwa wachezaji ambao watakuwepo katika kikosi cha hii leo Elie Mpanzu kibisawala Elie Mpanzu kibisawala mwite volcano! wow, wow, wow. wote player kwa Tanzania hii na ukanda huu wa sekafa azia gube haya uyajemi juu kule njoo East Africa yote, Ethiopia, Somalia, Rwanda, Uganda, Burundi, Kongo, Zaire, Bujumbura mpaka Sudani, Zambia, hakuna mchezaji mwenye kariba ya Elie Mpanzu kibisa wala hayupo. Namna ambavyo anacheza, versatile player, ni inverted wing, ni orthodox wing, anaweza kukimbia na mpira, running running with the ball, au dribbling with the speed with anticipation, kwa maeneo yote Kwenye wide space ya kushoto au ya kulia, huyo ndio Elie Mpanzu kibisawala. Pumzi ambayo anayo ni zaidi ya wa wachezaji kumi ukiwaunganisha, ndio pumzi yake moja. Elie Mpanzu kibisawala, leo utamwona hapa ndani. Who is he? Kuambia sasa neno la mwisho, mashabiki wa Simba Sports Club kwa ujumla, wale ambao wanaitakia Simba ushindi ila bado hawajafika kiwanjani, mashabiki wa klabu ya Simba waje Benjamini Mkapa. Kuna watu wametoka Mbeya, kuna watu wametoka Tunduma kuna watu wametoka Mwanza kama kina Sadi hapa na, na tawi lake la Igoma. Wametembea umbali mrefu kuja hapa, wana mapenzi makubwa ya timu yao. Kuna watu wengi wametoka mikoa mbalimbali na nje ya nchi. Wewe ulioko Temeke, ulioko Sinza, Kiwalani, Kigamboni, Kinondoni, unashindaje kuja Benjamini Mkapa? Ni wakati wako sasa wa kuamka, ulipokuwa nyumbani, njoo Benjamin Mkapa, kiingilio ni elfu tano. Tujaze uwanja, apigwe, apigwe adui, apigwe! Nasema apigwe, apigwe, apigwe, apigwe, apigwe! Na kwa pamoja sisi tunavuka hii, tunavuka sisi, hao.